Leo katika kipindi chako cha safiri na TASAC tutakuletea maadhimisho ya kwanza ya wiki ya usafiri ardhini endelevu mwaka 2025. Katika maadhimisho haya utakwenda kuona mambo mbalimbali mbali ambayo yanafanywa na TASAC. Tumsikilize Mheshimiwa Waziri Mkuu anatoa maelekezo gani kwa sekta ya usafiri nchini. Serikali imeendelea na kuboresha bandari yetu ambapo serikali imefanya maboresho ya bandari katika ukanda wa bahari kuu na uwekezaji wa sekta binafsi kupata mafanikio makubwa katika bandari ya Dar es Salaam, Tanga, Mtwara pamoja na maziwa makuu. Mafanikio yaliyopatikana ni pamoja na kupunguza muda wa kusubiri meli, kupunguza gharama za usafirishaji bidhaa za kuongeza eh, usafirishaji bidhaa na kuongeza uwezo wa kupokea na kuhudumia meli kubwa. Kwa upande wa huduma za usafiri majini ukarabati na ujenzi wa meli katika maziwa makuu ikiwemo MV umoja upande wa Ziwa Victoria MT Sangara upande wa Ziwa Tanganyika pamoja na magati na kuongeza ufanisi na uwezo wa kuhudumia shena za abiria. Waziri mwenye dhamana ya sekta ya uchukuzi, Profesa Makame Mbarawa Mnya anawahakikishia sekta ya usafiri na wadau mbalimbali katika sekta ya usafirishaji nchini namna gani Wizara ya Uchukuzi Tanzania ilivyojipanga katika kuhakikisha eh, teknolojia na ubunifu unavyopewa kipaumbele ili kuhakikisha sekta hii inakuwa endelevu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, maadhimisho ya mwaka huu chini yana kauli mbiu ya nishati safi na ubunifu katika usafirishaji na yatafanyika ya kwa kupitia maonyesho ya wa wadau katika viwanja vya Mnazi Mmoja hapa Dar es Salaam, pamoja na mkutano ambao utafungua hivi punde. Utaratibu huu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, utawezesha wadau kupata fursa ya kutosha ya kujifunza na kujadiliana kuhusu hatua mbalimbali zilizochukuliwa katika kuhakikisha shughuli za usafiri na usafirishaji zinazingatia masuala ya ubunifu teknolojia na mazingira. Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda kuhakikishia wadau kwamba wizara itaendelea kushirikiana nao kuhakikisha kuwa masuala muhimu ya nishati safi, ubunifu na teknolojia yanapewa kipaumbele katika shughuli za usafiri na usafirishaji hapa nchini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sasa sote tunatambua kuwa uendeshaji wa reli ya kisasa SGR unatumia nishati ya umeme na ule wa mradi wa mabasi ya mwendokasi awamu ya pili, yani njia ya Mbagala, unatumia gesi asili. Aidha, baadhi ya magari madogo ya ukodishaji yani taksi na pikipiki za magurudumu matatu pia yanatumia gesi asili katika uendeshaji wao. Nishati hizi ni rafiki kwa mazingira endelevu. Kwa muktadha huo, wizara itaendelea kuwakaribisha wadau wa ndani na nje ya nchi wakiwemo washirika wa maendeleo, taasisi za ubunifu, kushirikiana na serikali katika safari ya kuelekea kwenye matumizi bora ya nishati safi na teknolojia katika usafiri endelevu hapa nchini. Katika maadhimisho haya tunao wataalamu wetu, tunaye Bi Jefa Matumba, yeye atatueleza ni lipi lilikuwa dhumuni la maonesho haya. Shirika la wakala meli Tanzania yani TASAC tumeshiriki maonyesho ya usafiri endelevu ardhini mwaka 2025 kama mdau mkubwa wa usafiri wa ardhini. Lengo la ushiriki wa maonyesho haya ni kuafikia wadau wetu moja kwa moja. Kama unavyojua, wadau wa usafiri ardhini ni wadau wetu kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo shirika la wakala wa meli Tanzania liko hapa kuhakikisha linatufikia wadau wote ambao wanalifahamu shirika, lakini pia kwa wale ambao hawalifahamu shirika wapate kulijua shughuli zetu ambazo tunazifanya. Tunatoa wito kwa wananchi wote kukaribia katika banda la TASAC ili kuweza kupata uelewa zaidi kuhusu shirika la wakala wa meli Tanzania na shughuli zake mbalimbali ambazo zinazifanya. Karibuni sana. Pamoja na Jefa tunaye Injinia Mkwawa Saidi. Yeye atatueleza kwa kifupi tu namna gani majukumu ya TASAC yanavyoweza kusaidia uh, uchumi wa nchi yetu. Sisi kama shirika la wakala wa meli tuna dhamana ya kuweza kusimamia au kudhibiti masuala mazima ya usalama, ulinzi na utunzaji wa mazingira katika masuala mazima ya usafiri endelevu majini. Na dhamana hii tunahakikisha ya kwamba, ili kuwepo na usalama ni lazima vyombo vyote viwe vidogo viwe vikubwa viwe vikati na vivuko, tunavikagua tunahakikisha vina usalama na ubora, wafanyakazi wake wana elimu ya kutosha katika kuhakikisha ya kwamba vyombo hivi vitafika katika pointi inayotakiwa vikiwa salama pamoja na mizigo na abiria. Kwao tuna majukumu ya kuhakikisha, tunapima ukubwa wa meli zote tunazifahamu na tunaweza kujua idadi ya meli na ubora wake na tunatoa vyeti na leseni ili kuhakikisha vinavyokuwa majini, basi vyombo hivi viko salama katika kubeba mizigo na abiria. Lakini vile vile majukumu mazima ya utunzaji wa mazingira, tunahakikisha uchafuzi wa mazingira na masuala yote ya uchafuzi wa mazingira ya vyombo vinavyopita majini unadhibitiwa. Na katika kuhakikisha hilo, tumeridhia mikataba mbalimbali mbali ya kimataifa ambayo iliweza kuridhiwa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na sisi kama mamlaka yenye kudhibiti maswala ya usafiri majini tumekuwa tukitekeleza mikataba hiyo ili kuendana na dhima nzima ya shirika la bahari duniani, yani International Maritime Organization. Kwa hiyo katika maonyesho haya au maadhimisho haya tunapata fursa nzima ya kueleza wananchi swala lote la katika mambo ya usafiri na usafirishaji na ubora wake na dhima nzima ya uchangiaji mapato katika taifa hili. Karibu asilimia tisini ya mizigo inayoingia nchini inapitia kwenye maji, lakini baada ya kupita kwenye maji, basi inaenda katika usafiri wa ardhini, na ndio maana tunasema usafiri wa majini na ardhini ulioendelevu wote unachangia katika pato la taifa na kuhakikisha kuleta ustawi wa wananchi wetu. Mpenzi mtazamaji wetu, usikose kuendelea kufuatilia vipindi vyetu vya safiri na TASAC ili uweze kujifunza mengi katika sekta ya usafirishaji kwa njia ya maji nchini. <tune>